Hali inayoendelea katika klabu ya soka ya Simba sio nzuri sana, kutokana na mwenendo ambao unaendelea sasa hivi, hususan kwenye uwanja lakini pia kwenye uongozi. Inaonekana kama kuna sehemu ambayo haiko sawa. Hiyo imekuwa ni kama mawazo ama maoni ya watu mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii lakini pia imekuwa ni kama watu wanahisi kuna mambo hayako sawa. Sasa, wakati simba ikielekea katika mchezo wake wa mwisho wa ligi ya Mabingwa Afrika dhidi ya Stellenbosch mchezo ambao utachezwa majira ya saa moja kamili za usiku siku ya Jumamosi, Februari 14, lakini pia ikielekea katika mchezo mwingine wa NBC Premier League mchezo ambao wenyewe utachezwa siku ya kesho majira ya saa moja kamili za usiku leo, eh, kuna mkutano wa waandishi wa habari ambao uliitishwa na eh, uongozi wa Simba hapa nikimzungumzia eh, Magori ambaye ni mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi eh, Chris Sectus Magori, lakini pia nimemwona na uh, mzee wetu Bwana Murtaza Mangungu mwenye, e, makamu mwenyekiti mwenye wa bodi na mwenyekiti wa klabu ni makamu mwenyekiti wa bodi na mwenyekiti wa klabu Murtaza Mangungu, wote walikuwa na e, mkutano na waandishi wa habari. Sasa nini ambacho kikubwa ambacho waliweza labda kuita waandishi wa habari ni kinukuu tu machache ambayo amewazungumza ets Magori. Anasema tulisema tunakwenda kutengeneza kitu eh, kizuri kwa wanachama na wanasimba. Lakini kwa Mutaz Mangungu yeye anasema uh, kila mwanachama ambaye atafanya maombi ataipata kadi yake katika eneo ambalo ameombea. Ni kadi ya nini? Utasikia baadaye hapa walichokizungumza. Utasikia baadaye walichokizungumza kwa ufupi, alafu utaweza kuachia komenti yako lakini issue sio hiyo. Miongoni mwa taarifa ambazo pia zinaonekana zilisambazwa ama zimesambazwa na Simba wenyewe, eh, Simba Sport Club ni kuhusiana na e, kitu ambacho wamekifanya leo sawa. Yani ni kitu gani ambacho wameamua kukifanya leo? Na walisema hivi e, tumeingia mkataba na wenzetu Mainstream Group na Nexus Pesa. Utoaji wa kadi utafata ratiba ya Simba kuanzia ngazi ya matawi hadi ngazi ya makao makuu ya klabu. Ni wakati mwafaka kwa wanachama, hasa kwenye ngazi ya matawi, na tutaanza usajili wa matawi hivi karibuni. Tumepanga kwanza kutoa kadi tarehe ya 27 Machi mwaka huu. Tunafanya hivyo sababu kuna mambo mengi na kuna taasisi nyingi zinahusika katika maandalizi ya utoaji wa hizo kadi. Hayo ni maneno ambayo ameweza ame kuyazungumza makamu mwenyekiti wa bodi na mwenyekiti wa club Murtaz Mangungu. Sasa basi, uh, ki, kitu ambacho kimeshangaza ni kwamba baadaye alikuja kuposti, eh, kama unavyoona picha hiyo hapo. Baada ya posti hiyo Muhammad Deuj ambaye ni tunaweza tukasema ni tajiri, eh, tumbe jina hilo tajiri, naye akapita kwenye comment, ka comment Akasema hivi transformation mmefikia wapi? Wakati yeye ndo tajiri na kila kitu, na itakuwa nahusishwa ndo jinsi tunavyofahamu taasisi zinavyokwenda. Sasa swali langu ni moja, je, tajiri hajui kwamba transformation imefikia wapi? Hashirikishwi au anashirikishwa? Au tajiri ni kama namna fulani hivi, na ana natupiga za uso bwana. Mi nimeona nikusogeze hii mwana talent media, hebu tuambie hapo, upande wa comment hii kwako, kwa imekaakaaje? Da, kiukweli mimi sijaielewa lakini, hebu ngoja tuone, wanasema ngoja mvua inyeshe, tuone wapi panapovuja. Mimi ni Ali Swale Mshana na hii ni talent media.